Tusikubali kuingizwa kwenye mitego hii leo. Maaskofu na mapadre, wanaharakati mbalimbali wanaodai haki za binadamu, wanahabari wa nje na ndani, wanasiasa, wanatumika katika kusukuma upande wa kuzitingisha serikali au watawala wale. Waislamu wanashirikiana katika hilo, na sisi tunalijua hili na kauli yao sasa hivi waliokuja nao mwaka huu au kipindi hiki cha utawala huu ni madai ya haki, kwa sababu watu wanatekwa. Nataka niwaulize maswali mimi, maaskofu, mapadre, wachungaji wanasiasa na wanaharakati na waandishi wa habari na raia wa kawaida tu, katika utawala wa awamu ya tano hakukuwa na watu waliotekwa? Kama mtakumbuka na mtakuwa na kumbukumbu kumbu nzuri, hata kwa watoto wadogo tu wanaokuwa sasa, watakumbuka kwamba msamiati wa watu wasiojulikana ulitaraddadi sana katika kipindi cha utawala wa awamu ya tano. Sasa swali, nyinyi maaskofu, mlikuwa wapi? Sasa hapa sisi tunajiuliza maswali, yaani sisi Waislamu au, kwa sababu huyu ni mkatoliki na huyu ni mwislamu, kwa hiyo alipokuwa mkatoliki katika utawala wake yanatokea haya, wao waliufyata wakakaa kimya, bali alipokuwa akienda kanisani ilikuwa akiombewa. Tunajiuliza maswali, kwa sababu mitandao ina ripoti sasa, amekwenda kuswali kanisa fulani na sasa anaombewa, ni mambo ya ripoti wenyewe. Na haya matukio yalikuwa yakiendelea tena kwa kasi, mlikuwa wapi? Hebu tufafanulieni jambo hili. Hii haki ina wakati Haki inamtazama mtu? Inatazama dini za watu? Kama akiwa Mkatoliki haulizi huyo, lakini akiwa Mwislamu lazima aulizwe. Haki ipi mnaidai? Kama mtakumbuka, mimi sizungumzi kwamba, nazungumza sasa kwa niaba wanat... ya